Shauri kwa habari ya vijana basi nami nikienda pale na wanangu leo, jamaa tutakuwa pamoja, yeah. a kwa hatua iaifa kitu kikubwa sana ko, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya haya maisha ambayo bado anatengenezea. Kwa asili nimezaliwa Singida, nilikuacha pombe kulikuta na njia, njia, njia yoyote ya kuwa hivi. Hakuna njia yoyote kwa kweli, hatuhitaji muujiza, muujiza mwingine hatuhitaji muujiza mkubwa sana kwa kweli, kukaa pamoja na Mwakusa. Kuna uwezekano watu wanasema kwamba mbarikiwa akiondoka kikosi kazi ndo kimekufa. Mi nasema kwa mfumo huu ambao anatutengenezea kwa sura kama hii, tutakuja kuzitafuta hata kama baba yetu hayupo. Yaani hii sura anayotengenezea kutukusanya pamoja, unakuta tunapendana zaidi ya ndugu zetu wa tumbo moja. mm -hmm. naam

Ma, mboga za majani ambazo ziliwekwa chumvi ani nyama a nyama zimefikwa kwa ubora mm. ngisa matunda, matunda pale pembeni chai ya kutosha imekolea sukari sio chai so, ambayo sukari sasa ambayo haijakolea sukari. Namshukuru Mas... Mungu sana kwa sababu ya utaratibu wa mchungaji wetu mm, na vile ambavyo ameongoka kutoa maisha pamoja na mama yetu hapa

aliwai kwenda kwenye nyumba ya askofu moja wa jimbo. Sasa kidogo ni kama hali yake ilikuwa ya chini sana, alipokelewa mnangoni na aliambiwa tu, hapana, hauwezi kuona mchungaji ulivyo na kuingia ndani kabisa ya kuingia ndani. Nani aliyempokea hivyo? Mama mmoja mtu ambaye alikuwa akitoka na e, gari, hata kama yuko peke yake akikuta mshirika kabisa ni kwake, umevanda akuchukui lakini ul ulichangia na wewe gari tulichangia, tena wakati tulipojenga kanisa ambalo wanaovandala na wenyewe walichangia, yaani kwanza na, na Over. Yaani, kwa kanisa ilikuwa kama shilingi elfu tatu kwa mwezi <laughs> lakini bado askofu alishusha mchango na tulichanga kwa machozi. Kwa hiyo kwa machozi? Eee, kwa maumivu makali. Kwa machozi? Si sadaka nayo umma, mfumo, we, mfumo, ni mgumu sana. Ule mfuko juzi juzi kuna mchungaji mmoja alinipigia simu akananiambia ameamua um, kujitenga na kanisa lake kwa sababu ya barua nzito zilizo zilizotoka juu ya kwamba kuna mchango ambao unatakiwa wachangishwe kutoka juu kutoka juu na ndio mchango uchangishwe kutoka juu sasa mchango no unaotoka juu ulikuwa hauangalii kanisa lina watu wangapi ni shilingi 80,000. Unakuta hali ya kanisa yenyewe kwa mwezi kipato shilingi na 18,000 au 40,000. Lakini si ndio pa kwenda kuiba hapo sasa. Eh, ku eh aliamua kujiangua na alinitumia barua yake ninayo humu kwamba niliamua kuandika barua kwa kujisuru. Eh, na nimependa tu kuwa kwenye ushirika wenu. Kwa hiyo mimi naweza kusema ni kwamba namshukuru Mungu sana mazingira kama haya. Unakutana mtumishi wa Mungu Robati hapa ambaye alikuwa ni mtabani. Unaona leo tunakaa naye, umkimbie. Eh, umkimbie.

kwenye vitu na katwa jicho hilo naondoka bila kwa, kwa... kwa kweli kabisa. da ema ni kubwa, watu wa Mungu, si twatakie usiku mwema. Ah, namwangalia mgumu hapo Ani, ana mama ni na sweta lake kubwa anakomaa na ugali, ana mama mdau wa ugali na mboga majani na dagaa. Wewe sio mama, ungekuwa unakula kuku mama wachungaji wanakulaga makuku, hayakubali mwe utukaribishaje? <coughs> sisi kula makuku Watu <coughs> wa Mungu, neema Mungu pamoja na Nyessa. Sasa sijui, sasa hivi ni saa tisa na dakika ishirini, sijui tuseme usiku mwema, sijui alfajiri njema.